Yeah. Mamani maii asema kwa sala mm -hmm. zote na maombi mkisali kila wakati katika roho ukikesha mm -hmm. kwa jambo hilo na kuhudumu katika kuombea watakatifu wote pia yes. Na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu yes. Ili ni uhubiri kwa ujasiri ile siri ya injili. Bwana bariki maandiko, amina. Bwana Yesu apewe sifa. Pale natuambia tu mzuri ya kamba kwa sara zote na maombi. Bwana Yesu apewe sifa, uweze kuniambia, umetoka kwa nyumba kuingia kanisani, ni kwa sababu ya kulala tu ya sala na maombi kuna jambo ambayo limesababisha maisha yako wewe kutoka katika nyumba kuingia mahali hapa. Bwana Yesu afanye sifa. Basi si ile jambo ambalo limesababisha wewe kuondoka katika nyumba yako kuingia mahali pako ingeweza kutimilika siku ya leo. Bwana Yesu afanye sifa. Basi ni kwa sababu umejitolea. Basi tuombeane sisi kama Wakristo ama watakatifu, tuombeane katika imani, tuombeane katika upendo, tuombeane katika umoja. Bwana Yesu afanye sifa. Ikiwa e, tutaombeane katika ikiwa tutachukuliana na kubebeana kama mizigo kama wapendwa, basi ni lazima nitafanyika washindi. Haleluya, ni lazima tutaweza kufanyika wale ambao, wale ambao wamekombolewa. Leo hii tumekusanyika mahali hapa, tubebeana mizigo, tuombeane kama watakatifu. Tumekusanyika kutoka tabaka mbalimbali, tumekusanyika kutoka katika sehemu mbalimbali, tumetoka katika mazingira tofauti tofauti. Ni kwa ajili ya kuingia mahali hapa, ni kwa ajili ya kuombeana na kubebeana kama watakatifu. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa watakatifu maisha yake basi, tutafanyika washinde. Hata ikija mishale ya moto ya Shetani, ni lazima tutafanyika washinde. Haleluya, Bwana Yesu afanye sifa. Leo hii nataka waenda kutafakari, unapoketi, unapolala, ukatafakari, ukajua ndani mwako ni chepeo gani ambao wameweza kuchukua, ni imani gani ambao wameweza kuchukua ndani mwako. Ni imani ya masengenyo ama ni imani ya vitina, ama ni gani imani ambayo inaweza kusababisha watu wakapambana, ama ni imani ambayo inaweza kusababisha maisha ya wengine kusambaratika? Ni lazima kuwa na tafakari. Bwana Yesu afanye sifa. Unapotoka, unapoingia, unapolala, unapoamka, naweita kitabu cha Efeso sita, ukasema ya kwamba ikiwa nimeingia ndani ya kanisa leo nikasikiliza, asubuhi amenifundisha kwa kuhusu kiburi, nimetoka ndani ya kiburi, nikafundishwa, nikaambiwa ya kwamba ikiwa kiburi ninaweza kukua ndani basi, hata nikikusanya lile ambalo niko nalo, wale ambao wako nje ya kanisa wakaweza kukula nile maandiko itakuja ikakuambia kwamba ikiwa wewe umeingia ndani ya Ukristo umeweza hatimaye, umezidi kuishi ndani ya Kristo, basi chukua silaha za za imani, ukajivika zile silaha ambazo zinaweza kukusababishia kushinda yule. Haleluya! Leo kushinda yule lazima uweze kukitafakaria. Mwaka usianze tu tukaendekea kuisha aaa ndani ya kanisa, unasalia vile vile ile wache ya imani ambayo tunayo. Ache ile kibali ambayo ambaye Mungu alikupatia basi ikasababisha maisha mengine ikainuka kupitia dalimaa haleluya! Bwana Yesu apewe sifa. basi tuinuke katika imani, tuinuke katika kwa wala kuinuka katika ujuzo na upendo ya kwamba tukiombeana basi tutaishi kwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa litaweza kusonga. Madibawa wapawaza kumweza kumeneka mafuta. Malaika watashuka. Ni kwa sababu ya kumenea mafuta ili ya kwamba tutabarikiwa, kwa sababu tuko ndani ya upendo na umoja. Bwana Yesu apewe sifa. Ya malizia tukustari wa ishirini na tatu na ishirini na nne. Halafu nitapanda na malizia. Malikina sema amani naye kwa ndugu napendwa pamoja na imani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo Yes. Neema na iwe pamoja na wote wampendaa wa Bwana wetu Yesu katika hali ya kutoharibika, katika hali ya kutoharibika, katika, katika amani. Tukiweza kudumu ndani ya amani, basi hiyo amani ikawe ndani yetu yeah. Tukadumu kama ndugu, tukaishi katika upendo pamoja na imani, basi hata Mungu kutoka kwa Mungu, Mungu atajua ya kwamba wakristo tunaishi katika upendo na amani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikiwa ndani mwetu tutasimama ya kwamba tujitenge katika nafsi, ukaona ya kwamba mwenzako katika shida fulani ukajitenga, basi jua hiyo ya kwamba ndani ya Mwenyezi Mungu, hiyo si amani. Bwana Yesu asifiwe anasema imani ikae pamoja na Israeli sasa, maana wana wa Israeli, ikasema kwamba imani kika pamoja na wana wa Israeli, basi hata na mipaka zetu zitaweza kufunguliwa na kubarikiwa. Hakuna aliyetoka katika nyumba yake akisema ya kwamba ameingia kanisani ni kwa sababu ya mipaka yake kufungwa, lakini tumeingia mahali hapa ni kwa sababu ya mipaka zetu kufunguliwa na kutanuliwa. Sikutokea amani na imani ikafanya mipaka yetu ikaweze kusonga hatua nyingine. Ikasema ya kwamba na neema iyo pamoja nasi. Neema ya Bwana Yesu anajua ya kwamba sisi ni watenda dhambi, lakini kwa sababu sisi ni watenda dhambi, akasema na neema ikae pamoja nanina, hiyo neema zitasababisha sisi kusonga hatua moja kanda hata hatua nyingine. Haleluya, natenda tutaarishe amani yetu itaarisha, tukirike silaha zilizo hai, silaha ambazo zitaweza kufanya kufanika washindi Heti deo sio mchezo. Kanisa ndipo lilipojengwa malibao haya, watu waliingia kwa maombi ya tadesi, walikuwa ndani ya imani, walikuwa ndani ya upendo, wakawa ndani ya amani. Amani ikasababisha wakaenda kwa maombi ya taidi likesa. Leo hii malibao yanafanya watu wanaponyeka hii leo hii watu wanapata kukombolewa na kupata ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Maana maanake walijenga silaha, ziko mahali hapa. Silaha hizi ni za moto sana. Silaha hizi zinasababisha hata machungu ndani ya maisha ya wanadamu yanaondoka. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Tusidanganyane, tukikuwa ndani ya ugomvi, tusidanganyane wapendwa, tukiwa ndani ya mitengano, tutaweza kusonga mahali. Bwana Yesu apewe sifa. Imani pekee yake Imani na imani itafanya tusonge hatua. Wanaisha apewesia ukisha, kama ndugu moja, tutaweza kusonga mahali. Haleluya, kama Wakristo wase kadidike silaha za imani. Silaha za imani zitasababisha, hata ikiwa mtumishi wetu wako mahali fulani, ikiwa hata tuko katika sehemu mahali fulani, itafanyika kwa kuwa tunakombolewa. Anashapesia ukijilika, silaha ya imani, hata ukipata